Chini Marekani, uhusiano kati ya rais Donald Trump na mfanyabiashara na mwandani wake bilionea Elon Musk, unaendelea kuyumba baada ya wawili hao kuendelea kutofautiana wiki hii, huku ikulu ya White House ikisema wawili hao hawana mpango wa kuzungumza. Kupitia machapisho kwenye mitandao ya kijamii, Trump alitishia kusitisha ushirikiano wa kampuni za Musk kama SpaceX kushirikiana na serikali yake baada ya bilionea huyo kupinga mswada wa Trump wa matumizi ya fedha ambao anataka wabunge na maseneta kuuangusha. Musk naye amemshutumu Trump kwa kutokuwa na shukrani akielezea kama sio msaada wake Trump asingeshinda uchaguzi wa mwezi Januari. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanazungumzia vipi mvutano huu na unamaanisha nini? Mali Ali anazungumzia hili akiwa jijini Paris. Ni ndoa ya wanandoa ambao hawakuwa waaminifu na waajirifu kati yao kwa sababu kila mtu alikuwa na masilahi yake. Kwa hiyo tofauti za masilahi lazima zivuje ndoa haraka sana, zimekuja haraka mno kwa sababu ya tofauti ya masilahi na mtizamo katika kujikusanyia mali katika na sio katika uongozi bora kisiasa. Itakuwa na athari ndogo na uchumi, kwa athari ndogo, kwa sababu e, bwana Trump ni rais na bado alijikusanyia wafanyabiashara au matajiri wenzake. Kwa hiyo huyu mmoja kuondoka, e, bado wengine wapo. Kwa hiyo tunatizama nini, kila ambacho tukitafutilia ni mtazamo wake. Mali Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa jijini Paris.